Ni Klatos Chama Ashraf Junior hmm, amecheza mechi ya jana na naona watu wanapiga sana makofi juu ya performance ambayo alionyesha katika mchezo wa siku ya jana, sijajua. Yes, kwako hii performance ya jana uliichukuliaje kama mchezaji ambaye watu wengi wanamchukulia kama ndo amemalizika malizika hivi? No, mimi sijashangaa kukiona kile ambacho nimekiona, kwa kwanza kwanza kilikuwa ni kiwango kizuri. Kwa sababu hujashangaa ulichokiona kitu gani? Yaani kucheza kwenye huo ubora ambao pia, ah, alicheza kwenye ubora ambao watu wameuona, yaani ametimiza majukumu yake kama kiungo alichokuwa anatakiwa kufanya. Mm, yaani, ni muendelezo tu Chama, unajua Chama ni yule yule tu, kilichotokea ni watu tu kwamba walikuwa wamemchoka mm. Yaani, oh, yeah. yaani, yaani, ni kawaida tu. Unajua mm, Bwana Ashraf yaani, ni mimi na kuelewa unaposema kwamba Chama ni yule yule. Yine, kwamba e, Chama ni yule yule lakini I would beg to differ kwamba sio yule yule. Okay, siyo yule yule. Hajamalizia, akimalizia. Nikimaliza nadhani ndio utajenga hiyo hoja yako. Ninachomaanisha kwamba Chama ni yule yule sijui unanielewa? Hmm, kinachopungua sasa hivi pengine ni namna ambavyo anaweza kuhimili mchezo kwa dakika nyingi mm. Lakini yale maamuzi yake kichwani anapokuwa na mpira, utulivu haujawahi kubadilika kwa Chama yeah. Utofauti ni kwamba pale unapohitaji acheze dakika 90 kwa ile intensity inakuwa ni ngumu, kwa sababu ya age na vitu kama hivyo, lakini sio kwamba Chama sasa hivi, uwezo wake wa kufikiria akiwa na mpira nyuma mshambuliaji, ni kitu ambacho hakipo au kimepungua. Kwangu mimi, no big no, anawazidi wana namba kumi wengi sana kwenye ligi yetu, na ndio kitu ambacho kwa kina Simba mimi yes. Upigaji wa pasi utulivu ule

wajana hajafika hata nusu ya yule chama na MJ. Okay, nataka nikupe point moja. Takwimu za chama jana cheza dakika 90, si ndio? Alikuwa na on target moja. Mm. ali create nafasi moja na alikuwa na, mm. na touches tatu kwenye opposition box. Okay. Sawa sawa. Unaweza ukaona un, eh? Yeah. mchezaji yeah. wa dakika 90 yeah. as a number 10 takwimu zina, zina tena kwenye, kwenye mechi ambayo timu yako imedominate. Come on, okay, kwa, kwa hiyo pia. Yes, mimi mimi na na hoja yangu inakubaliana na hiki ambacho anakisema. Unajua hizo takwimu alichukua pia, no, 100% pia kwa kwa kuzungumza hichi. Mnamwamini asilimia mia moja? Kuna mtu ameitulia hizi ni takwimu za Soka Matrix, yes. hawa ndo wameingia mkataba na TFF, wanakusanya takwimu zote zote za mechi. Kwa hiyo tukiacha tukiacha tukiacha pembeni tukiacha pembeni tuki hata takwimu za mchezo wa jana, yani tu achi, tufanye chama ya kucheza mchezo wa jana, tunamzungumzia chama huyu wa sasa hivi, na chama katika ubora wake. Kama ambavyo Ashraf amesema, chama ni yule yule, sawa